Babu amekufa kule kule, kesho mwingine, siwezienda matandara, siwezienda. Sasa niko njia panda mimi, nikasema nitaanza kufanya kazi mwenyewe peke ya peke yangu. Sasa nikaanza ku join the dots, nikaenda kwa manager, kama tukaja na babu amekufa, hata kwa mazikao siwezi fika. Manager aliniambia, sasa mimi nakwenda ni kusaidia wewe, enda ujipange, ukuje ukiwa vizuri, ni kumaanisha sina pesa.

ule mwa kijiji kuna mtoto wake ndo ananifanya anampatia mbali pa kulala kembeni. So natoka kembeni na mguu, nikikuja wapi? Nikikuja ngurubani kufuata hizo makaratasi huko, unaenda unaambiwa ngojea, fanya hivi. Ukienda kotini unaambiwa kesi namba wakupati. So wakati nilishikwa hii ni 2023 nikapelekwa Kirogoya, nililazwa Kirogoya mwenye amelipia bila Kirogoya, nililipiwa na gavana kaivuru maanake mm. Ilipona weve mm. Nasina pesa nilikuwa kichoi, inapita yenyewe mm. Sina break. Kwa nini ulikuwa umedungwa wapi? huku kwa tumbo kuchini, tumbo ya chini, ya chini. Eh. Nikawa sina break, tumbo tumbo ya chini. E, ya chini eh. Eh. ya kushika mkojo wala haja kubwa, sina chochote nikutumia mm. e? la beta mm. hey. so bili nilipokuwa kubwa nika mm. Nikaongea na madaktari hapo ndani, ndio mmoja akanambia niongee mm. sijui mm. na e, manaja wa hospitali nikaongea na yeye. Mzee mmoja anaimitia namba ya gavana anafanya hapo Kirugoya, akanambia hapo utasaidika, chukua hii namba na hii namba ni ya gavana, na usimpigie mtext, mwambie uko Kirugoya na uko na abcdz. Yule alinisaidia nikatext gavana, alimiitwa Hilda, na nishikwa hivyo na wakora na ni abcd abcd na nikapa, na bili imenishinda kuli kulipa simu ndio zinaweza kutembea kutembea kutembea kutembea, nikna hatu wamekuja kujipata kwa Odo, wanaulizia Hilda ni nani? Wakakuja, wakaletwa na Odo.